Ah, uh, kwa majina naitwa Shaibu Juma Temi, almaarufu Kanjenje Bisho au Kanje Boy. Ah, uh, <coughs> ni musician, nafanya muziki wa Bongo Flava, vile vile ni msanii wa kuigiza. Ah, uh, na vile vile ni production manager katika filamu yetu ambayo tunaenda kuifanya. Ah, uh, na tokea huko Buguruni kwa Mnyamani. Ah, mm, uh, Asante. Ah, uh, umejitambulisha vizuri sana, mtisha kinomwe noma. Ah, uh, twende kwenye point. Ah, uh, Unajua, saizi katika mitandao ya jamii kuna vitu vingi sana vinahappen yeah. E, na wengi wanapata umaarufu kupitia yeah. Mtandao wa kijamii. Kama wewe hapo umetaja vitu vyako ambavyo unajishughulisha navyo, hivyo unatamani watu wengi sana wakufuatilie, si ndio? yeah, sure. mm. Katika mtandao wa kijamii bwana, kuna sakata ili ambalo linaendelea mpaka sasa kuhusiana na Haji Manara na mke wake ambaye alikuwa x zailisa. Hii sakata linaendelea sana na ninaleta gumzo sana a, kwa watu kwa siku ya jana bwana, kuna voice ambazo zimevuja zikionyesha kwamba Ajmanara kuna mtu ambaye anamzungumzia, anamkashifa au anamsengenya. Wengine wanasema si mwingine bali ni Alikiba kutoka pale King Music. Ah, na yeye Ajmanara anaposema kwamba eh, eh, eh, kwa zile video zake zimevuja na mtu ambaye alikuwa katika maisha yake, ex wake, ingawa watu wanasema sitofahamu, huenda kawa yeye au sio yeye. Kwa mtazamo wako wewe na upo katika industry unadhani kwamba kipi ni sahihi, kipi ambacho sio sahihi? Ah, hilo swala la kusema imevuja, lakini si yeye ameongea, sauti si yake kwake. la kwanza kakubali kwamba ni yeye kaongea, lakini zimevuja. Mi niseme tu kwamba Manara pale alipo sasa hivi, ujue ni mtu mzima, hakuna mtu atakayetokea na nakuja kumwambia bwana Manara, ushakuwa mtu mzima na na, ya yani, wmba japokuwa Manara, Manara kuna hazi kidogo anayo, lakini ukimwangalia, Alikiba wengi tunamchukulia na kumheshimu kutokana na kile anachokifanya, ana fansi wengi sana katika he. Huyu, no, no, no, mm, eh, kwa nini leo, leo si hayupo naye kwa kwa nini, kwa nini azivujishe? Bado hajajigundua kama endo na madhaifu, sasa madhaifu yake yaani kwa kifupi hasa kutumia mwili wake kama silaha kwa kuwatoa watu wengine. Ah, lakini watu wa, yeye ya Jimanara ndio anahisi kwamba leo vunjisha video zake na voice note zake ni kwamba ni ex wake ambaye ni Zaelisa. Lakini yeye Zaelisa anakuambia kwamba yeye akuvujisha hizo sauti, yaani iwe imevuja au haijavuja ni kwamba kaongea. Yaani, kwa ka, yaani usitegemee kwamba utafanya kitu. Kwanza leo kitu kimoja unaweza ukawa upogizani, yaani usiku ukafanya kitu, usiseme kwamba mimi nimefanya hichi kitu, kuna watu wajaniona sema mimi sijaona watu. We uenda uko unafanya kitu, kumbe kuna watu wanakuona. Sasa yeye alichokifanya akitegemea kwamba hakitofika kokote, sasa leo ndo kishafika na ndo sauti ya kwake. Ah, mtu kama GSM. GSM, jua watu wengi wanamheshimu sana ni mtu mkubwa sana yule Galib. Sasa leo hii unaenda unamkashifu na yeye si alikuwa yupo katika upande wa Yanga nafikiri. Manara ni mtu ambaye amemzidi vingi sana yule GSM. Leo hii unakaa unamwongelea eti GSM sijui Ah, vingine una una yani mtu, vitu vingine sio vya kuviongea, amemwongelea kwa kumkashifu, unakaa unamwongelea sijui mtu kama kufikiria kumsema vibaya, anamheshimu na, na kama maana Diamond amemkuta Alikiba katika mziki hii respect na umheshimu nadhani hata Manala hawezi kujua kama Diamond anamheshimu. Nimeshasikia mara kadhaa, Diamond kuna siku alisema ukinizingua ukimzingua Alikiba ni sasa wewe umenizingua mimi, tutazinguana. Kwa sababu mimi ni Mtanzania mwenzangu, sio tu, kwa sehemu unakaa unamzingua Alikiba ni sasa, wewe umenigusa mimi. Sasa Manala hajafanya kitu kizuri, kwa kifupi. Sisi tutamwambia, na sidhani kama mimi ndio nitakuwa mtu wa kwanza kuongea hichi kitu na imani, na wengi hawajapendezewa nacho hata kama aliongea kwa kujificha ukikaa kwenye mapenzi, kwani usizungumzie mapenzi? Upo na mwanamke, kwani usizungumzie vitu vyako? Unakaa unamzungumzia sijui nani nani ya nini? a ilikuwa ni moja ya kupiga stori na watu, kwani stori? Mbona mimi na yeye tunapiga stori hapa, si kutokana limetokea. Kwa nini usingeongea vitu ambavyo vilivyotokea katika jamii? Unakaa sasa kwa maana yake, sasa yeye alikosa mada za kuongea mpaka akaanza kumshirikisha mtu. Sasa hapa ni muongelee mtu fani ndo mapenzi yawe mengi? Au vimbona kaacho kama hilo swala ndo linachochea mapenzi mbona ameachwa pamoja na uombea wake? Maana ule niombea. Sasa au tumweke katika kundi la shila na sasa hivi. Sasa imefikia kwamba ofisi yao ipo, ipo wapi ile na media na wao tunasikia e, ipo salamanda tawa posta. Basi tutamkaribisha huko kwetu kwa Mnyamani, aje tu Kubuguruni kwa Mnyamani, tutamtafutia ofisi ataka ila huko akiwambea wa watampiga, aje atafutiwe ofisi huko afungue hiyo media yake, tutamsapoti kwa namna nyingine ili atafute ugali. Sio kutafuta ugali kwa kupitia jina la mtu ambaye miaka zaidi ya 20 na amelitengeneza jina lake. Wewe leo hii unakuja una mkashifu. Si tu mheshimu Alikiba. Hata kama mtu unafanya music lakini unamheshimu kwa sababu amekutangulia. Diamond anamheshimu vizuri sana Alikiba, japokuwa tu hizi nyingine ni mambo ya kwenye kupiga hela kutafuta ugali. Ndo haya mambo tunakaa tunayaona. Sasa Manara, bana, mimi bana, atafute kazi ya kufanya nyingine. Kama kazi hiyo amempia usemaji, kama ndo usemaji kila sehemu hivi, ajishangae kama ana mapungufu. Alikuwa msemaji sijui wa Simba, ikatokea akutokea, kaenda Yanga, Yanga nao limetokea la kutokea, usemaji yenye hana. Sasa hivi amebaki anasemea watu. Maana ukusemea, basi aje anisemee na mimi ukutani bana. Manara, njoo nisemee na mimi, na vingi vya kuongeleka Eh, ndio niseme na mimi hapa. Na vingi vya kusemea. Kama na wewe umekubali kwamba eh, Manara na yeye akuseme akupeleke mjini. Eh, sasa nipeleka mjini. Sasa yule alomsemea kashaenda mjini. Labda, yani, pale alichokuwa anachofanya labda kwa vile kaka muda mrefu hajasikika sasa, alikuwa anatafuta kiki ya kurudi tena mjini. Aje basi mimi nitamwandikia hata nyimbo ya wa watu wasemba na Manara, siku hizi anaimba. Uh, zile voice note inaonekana ni za muda, sio za leo. Mm. Yaani ni kitu ambacho aliongea. Unakumbuka, ili sakata la Alikiba kuimbia pwani kama kubana pua aliongea Joy Master unaelewa, mm. Sasa ka, eh Master J aliongea, Master J eh, alimkashifu ali, ina maana kwamba yeye aliongea leo, aliongea ni muda mm. Na yeye eh, anavosema kwamba baada ya kuachana na ex wake ndio voice zimevuja. Yani kwa nini imekuwa, anasema baada ya kuachana na ex wangu voice ndio zimevuja, maanake hichi kitu alikuwa anakijua kama kitatokea. Yani <gitata -tokia> hii ni michezo tu katika hizo tasnia, vitu vigeni kwamba utakaa utapanga kitu fulani, kitakuja kitatokea moja kwa moja. Yule jamaa, mimi sauti mkiba kiba, wala sauti Mondi, mimi hata kwa Mondi mbona nilikuwa pale zoom pale, yani mimi napenda muziki sijabezi kwa Alikiba wala kwa Diamond, na na panga panga hizi propaganda kwamba mtu unajitengenezea kitu ili mradi wende mjini ujitambue, uji kwamba sasa hivi mimi natakiwa nikae nikae katika position yangu hii niangalie mambo yangu. Sio kila kukicha, mara kafanya nini ukafanya nini. Atafute vitu vya kufanya, vitu mbona vingi vya kufanya. Ili hayo mambo alikuwa anayaongelea, angekana na mwanamke wake, wakajadili bana, ujue mke wangu, ujue kama nikifungua kitu fulani kitatuingizia sana faida. Hata kama kingevuja leo tungejua kumbe Manara alikuwa na plani ya kufungua kitu fulani ila kimevuja. Lakini sasa huo ni umbea. Yule kwanza, mimi na mwana umbea wake ni kama mtoto wa kike. Mimi nafikiri yule ame, amelelewa siji sana na mama yule Atoko. Kwa nini unasema? Kumbuka Manara ni mtu mkubwa sana. <laughs> Sasa kwani alikiba mtu mdogo? Ni mtu mkubwa, wote ni watu wakubwa. Mii e, mimi mkubwa, mtu mzima sasa hivi. Au ukubwa wa wa wa wa kuenda nani star, eh, kwamba ni famous? Kwa nini ameshindwa kuheshimu ukubwa wake? Sasa kwa nini ameshindwa kujiheshimu? Yani kama sasa mimi ni mkubwa hivi, unajua hata katika familia nyumbani mzazi anaheshimika kama mzazi, japokuwa ana madhaifu yake, kwa sababu binadamu ote hatujatimia. Japokuwa ana madhaifu yake, lakini utaona vitu atavovifanya atavifanya kama mzazi kwamba kuna madhaifu yangu siwezi kuyaonyesha mbele ya watu wadogo, hata kama sio wanawe wa kwanza, lakini kuna madhaifu yake hawezi kuyaonyesha. Sasa ushajijua wewe mkubwa, kanini unatengeneza udhaifu? Maana yake atasababisha wenyewe tumdharau, hata wale wako chini yake watamdharau e, kutokana na vitu anavyovifanya, kutwa kubishana na watoto wadogo. Watoto wadogo nini? Sasa tafute mtu mzima, mzee atulie. Ndo haya mambo na wasema kutafuta kiki kila ukicha uongelewe. Kwa hiyo mbo ndaka utuambia kwamba Manara alibugi kumuoza Elisa. Kabisa alibugi. Yupo wapi leo? Awezi njua. Wamtumia kama ngazi. Yupo <laughs> wapi? Cha kumshauri Manara, atafute kazi ya kufanya. Atafute kitu ambacho kitamtoa kita mtoa na kumpeleka vailo hmm, zaidi. Eh, asidili na haya mambo. Sijui leo kafanya ichi, kafanya ichi. Achane na haya mambo. Pale hata ukimwambia maana ya music ni nini hajui. Anaenda kumkosoa mtu, yeye amekuwa nani? Unaenda kumkosoa mtu wetu huyu na uwezi, kwanza uwezi kikawaida, uwezi kumkopea Diamond na, na Alikiba, huwezi kuwakompea kwa, kwa kutokana na nini. Diamond atabaki kuwa Diamond kubwa, pale alipofikia. Diamond amefanya vitu vingi, amejipambania kwa kiasi kikubwa mpaka alipofikia pale. Alikiba na kajipambania kwa upande wake mpaka hivi sasa amemaintain, yupo kwenye game mpaka hivi sasa miaka 20 na ngapi, sikosei, sijui ishi, na ngapi si na 20 kweli, ni 20 amemaintain mpaka sasa hivi. Wangapi tunaona wanakuja wanapotea, lakini na Diamond naye alipofikia pale, amejua kupa maintain mpaka hivi sasa tunamuona, ni kwamba kila mtu amepambana kwa upande wake. Mimi kwanza napenda kuwapongeza wote, wote ni wasanii na wanafanya vizuri na watuwakilisha vizuri sisi. Kipende cha kwako sio kukikashifu tumsimamishe yeye Manara pale akasimame na Alikiba waimbe, tumwone ataimba nini zaidi ya kuongea tu. Kumbuka kipindi cha Ramadhani Manara aliweza kutoa nyimbo yake Ramadhani, alitoa nyimbo ya Ramadhani mkiswida. Kwanza mi sijui, mi binafsi sijui kwa kweli, mbona ili trendi sana mitandaoni, imetrendi mitandaoni, mi sijui hata kama nilisikia sikujua kama ni manara. Yani sijui na hata kama ameimba na imani ameimbishwa tungemjua ya ya maana ka... ka, basi haya sasa, kama yeye muimbaji akae upande wa uimbaji. Sasa aweke bato na Alikiba tulione, huyo anasema ajui kuimba, tuone mweke bato wao, wanashindana kwenye kuimba tuone au imekaaje. Ah, sawa na cha kumshauri cha mwisho kuhusiana na ndoa, unamshauri Manara aingie tena kwenye ndoa au bado aendelee kubaki benchi? Kuna mdada alijitokeza, anatokea Zanzibar nafikiri, sijui, akalalamika sana, Manara njoni oe, kuna watu wanaohitaji na ndoa. Sasa basi amchukue mdada, msili, kama kweli anataka mwanamke wa kuoa, mpaka mwanamke amejitangaza, tuseme, unaweza kusema kajizalilisha, sijui Kamejitangaza kwamba mimi Manawa nipo tayari, njoo nioe, niko hivi na hivi na hivi na elimu hivi na hivi na hivi. Na Manawa ni kweli, mashallah Mwenyezi Mungu amjali, amesoma kidogo, na anajua amesoma nini. Dini ya Kiislamu, mwenye Muislamu kama yeye anajua mwanamke wa design gani wa kuoa, mwanamke na imeandikwa katika vitabu vyetu, mwanamke wa design gani wa kuoa, ila anachokitaka yeye sio mwanamke wa ndoa. Yani, yule anahitaji wife material, yule anahitaji mwanamke wanaita wa nini wa showofu show wanaita wenyewe ndo wanake anawatakaonyesha mbele za watu eh, kwamba na mimi sasa nimo. Umri unamtupa yani, akaya ya jitambue kwamba umri unamtupa, atafute mwanamke aliye sahihi aoe. Hicho ndo cha kumshauri kwenye pande, ndo atafute mwanamke aliye sahihi aliye tayari kuwa na ndo wife material, sio hao wanake wa showofu, tuachie vijana <laughs> kutokana na ile sakata la Jimanara eh, kumkashifu Alkiba. Alikiba na yeye akokaa kima aliweza kushare ujumbe kupitia Insta store, aliandika yani ali, aliweka puto fulani jekundu akamtagi Ajmanara, afu mbele ya lile puto akamweka Zailisa, ambaye ni ex wa Ajmanara au. ah, unadhani kwa nini Alikiba akutaka maelezo mengi, akamwambia tu kutupa tu hicho kitu kidogo basi. Ah, uh, puto rafiki, sivalijua puto ukichukua sindano wtawamstiindomaaa Nimeshasema anachokifanya anakosea. Sasa ile ni maana yake ni labda ilifafanua kidogo, wanaume tumeumbwa katika mazingira tofauti tofauti, katika mazingira tofauti maumbile tuseme tofauti tofauti. Ikishafikia mpaka vile inaonekana kuna mtu kashamzalilisha kwamba Manara ana nyimbo ile nani wanaita ile ya, iki, kama linavyoanzia jina alikiba mia, maana yake yule alikuwa mwanaume suruali anayote kayataka mwenye mpaka watu kumzalilisha, angetafuta mtu wife material yoyote, asingetokea ya kumzalilisha mwanamke. Amemzalilisha, ameonekana kwamba ni mwanaume suruali, ni mwanamume ambaye amfikishi mwanamke wake, ndo maana yake ya vile vitu ambavyo vilivyojibiwa, kwa mtazamo wangu mimi wa karibu na hii yote kutokana na nini? Ameshindwa mwenye kujitunzia heshima. Mimi nikishindwa kuheshimu wewe, wewe huwezi kuniheshimu mimi, hata kama mimi na wewe tukiwa na mahusiano. Wanawake wana siri nyingi sana juu yetu na asichokijua sasa, akayachunguze vizuri, huenda ikawa mwanamke kuna siri nyingi za kwake yeye ametolewa, ila bila yeye kujua. Akaya na asubiri, huenda tutayasikia mengine zaidi zaidi ya haya. Tutasikia sijua na kibamia, tutasikia shughuli haiwezi, tutasikia yeye walikuwa wanamchuna tu, tutasikia mengi tu a mimi ninavyozani kwamba Alikiba ni mtu mkubwa sana, hasa kwenye industry ya muziki na wengi wanamfatilia sana a, wengi tunazani kwamba Alikiba ingibidi yeye akae kimya na sio kumjibu Ajmanala Manara kwa kuposti insta story yake, na kuweka ujumbe kama ule. Ni mzito ni mjumbe mzito sana, ukiangalia mm. Kwa undani zaidi, ila ukiangalia juu juu unahisi kama ni ujumbe wa kawaida. We nadhani kwamba Alikiba alichofanya ni kitu sahihi kumjibu aj Manara kwa vitendo, au imekaje? Yani kwa sababu yeye sikataka kwenda kwa upande huo upande wa entertainment. Sasa naye kamjibu kivile, kamjibu kikubwa, kwa sababu ili kufafanua ile meseji ayotuma Alikiba kwa Manara, lazima uwe mtu mzima, unamfuatilia sana Rivan, Chui. Mimi napenda muziki. Wasanii wengi nafuatilia Levan na mfuatilia of course. Na, fatiria, Aa, na mtu mm. ambaye yuko naye kwenye mahusiano na mfahamu. Na ni Feima. Mm. Na mfahamu kwa kiasi chake. Mm. Mm. Niseme na mfahamu sana, akaanza kuuliza maswali huko. E. Eh. Mm, nafahamu kwa kiasi chake. Sasa kama ukiwa shabiki yake lazima uone mfahamu. Shemeji labda kwa shemeji ile heshimiwa. Utamfahamu e. e. eh. blaza. Shemeji tuseme blaza. Tu blaza. Shemeji tabaki kwa shemeji. Ah, katika mtandao wa Instagram Faima ameweza kupunguza baadhi ya picha zake. Mm. Ehe, na katika picha ambazo amepunguza nyingi tumeona picha za Leivan. Wengi wanajiuliza inakuwaje e, Faima apunguze picha za mtu wake. Maana tunajua saa hizi wapo kwenye <laughs> mahusiano mazito na hasa ukiangalia ukiachana mahusiano wale ni wazazi wameweza kupata mtoto wa kiume. Kwa hiyo inakuwaje unafuta picha za mtu wako tena wa karibu? Wewe kwako kwa hiyo umekaa Ah, mimi naweza ngalizungumzia kwamba Watanzania sisi wa kila jambo tuna namna yake tunalipokea. Kila jambo tuna namna yake kulipokea. Lakini kikubwa zaidi waga wahusika wa kundo wanakuwa wanajua nini wanamaanisha. Sasa sisi tunalipokea kwamba labda huenda wameachana au kwa namna nyingine yoyote inaweza ikawa limetokea jambo lolote. Lakini huwezi jua labda sasa amepunguza picha ili aandae picha za msimu mpya. Ndio za mtu wako? Anapunguza picha za mtu wangu za, za zamani naweka sasa maka, maisha mengine, labda mtoto, kwa sababu anataka waone, naweka picha kuanzia ndoa na kuendelea. Kwa nini tuwe katika mawazo kwamba wameachana? Kwa sababu hiyo ni, ni utamaduni wa Tanzania, wao waone kwamba hata Konde Gang Harmonize mm -hmm. Eh, kutoka pale Konde Gang alivyoachana na Kajala yeah, aliziacha picha uh, picha hakuziacha amefuta, lakini ile pale ikawa ishajulikana picha wameachana ni kwanza nikukosoe, sio tamaduni zetu sisi wa Tanzania <coughs> mwanamke mkeo, tuseme, sio matangazo, sio biashara, isipokuwa tu labda kutokana na wale pale wote wapo katika industry ya tuseme, wote wapo katika mambo ya entertainment, ni vizuri tukupostia, lakini mkeo sio matangazo au mmeo sio matangazo, kwamba nimweke pale kila mtu amuone Unaweza ile akaunti yake mi, akaunti yako, siwezi kukupangia cha kufanya, unaweza kaamua lolote. Nimeweka picha hii, nikafuta. Mapenzi hayapo kwenye picha wala hayapo mtandaoni, mapenzi baina ya mtu na mtu. Ile swala la kimtandao litabaki kuwa la kimtandao. Kaamua kupunguza, atusimtafsiri kwa, kwa upande mwingine. Je, yeah, ametoa kauli kwamba tumeachana. Mwanamke ametoa kauli yote, ameachana au mwanaume ajatu? Sasa kwa nini sisi tu kwa upande mwingine lakini hatukatai kwamba mtu unaweza ukawa unapunguza picha katika mtandao kwa Instagram ndio, lakini tunaangalia umepunguza picha za aina gani? e, picha, au picha za nani? e, e. Tutolee mfano kwako e. Umemposti sana e. mzazi wako picha nyingi sana e. Alafu ghafla tu ukapunguza picha za mzazi wako. Kwa maana yake nikipunguza picha za mzazi wangu, tumeachana mimi na mzazi wangu, ah ah, yani nimetolea mfano achana na mzazi. Aa, ukiangalia kuna watu wengi wanapunguzaga picha kutokana na sababu mm, fulani. Umeelewa? Mm, lakini ukimwangalia Faima ni mtu wa kuposti. Yeye ni kweli mtu wa kuposti. Unaona. Hasa, yeah, mm, yeah, kipindi unavyokuwa unaposti hizo picha umesema hapa kwamba uh, ukiwa katika mahusiano sio vizuri kuweka kumweka mtu wako public. Yeah. Eh, sasa yeye Faima, Faima ni kawaida yake akifanya kitu chochote na mpenzi wake Eh, wakifanya hivi wala posti, yeah. Sasa inakuwaje uposti wewe alafu ghafla uje ufute na ukiachana kwa mba, Faima, na hivyo kwamba Faima mwezi huu Levani aliweza kutamka pale strnaut na waandishi wa habari, akasema kwamba anatarajia kumwoa huu mwezi wa tano, na huu mwezi wa tano unafuta tena picha za mtu ambaye anakaribia kuwa mme wako, unajua aa, uh, wasanii na watu maarufu wote uwagawana namna yao ya kuandaa, yani tuseme kama mashambulizi hivi, tunaweza tukasema au surprise au kiki, au kiki, ee, namna na wakati wakati nyingine ndo anapenda mtambizana, mtambizana, attention, attention. Aya, sasa kwa mfano ndo kashafuta zile picha nyimshamsema kwamba wameachana wameachana, kesho kaposti picha wanafunga ndoa. unafikiri kila mtu leo atakuwa bize kumtafuta yeye? Hii, nimeona picha, nimeona picha. ndo anavyoishi watu mjini. Ah, ina maana unataka kutuambia kwamba Faima zile picha amefuta kwa sababu ya kiki fulani ambayo anataka kuitengeneza. Sina asilimia zote, ila kwa namna alivyofikiria yeye, uenda kuna mawazo aliyofikiria lakini mimi sina imani wameachana, mimi na imani kwamba hayo ni maandalizi aliyoamua kuyaandaa yeye. Kila mtu ana ubunifu wake. Mwingine anaweza akabuni akafuta picha zote zote, akafuta, anaweza afuta kila kitu, na akaja. Kumbe wewe wakati unamfuatilia unajuza, mbona wao kafuta mtu taambizana yeye, kuna kitu anakiandaa. Sasa ili mradi anapokiposti nyinyi wote kiwafikie, eh hey, hiyo kila mtu ana namna yake, kila mtu ana ubunifu wake, huenda kwa ni ubunifu alopanga na uenda ikawa wameachana lakini mimi siwekei maana ni moja kwa moja kwamba kuachana. Kwa nini iwe kuachana? Kwa nini Watanzania tunapenda kukimbilia upande wa kushoto kwamba wameachana? Wameachana kwa sababu kumbuka, Leivani uh, Leivani alishawahi kumwacha Faima na Faima akafanya hicho hicho kitu a, ya mambo ya kugombana. Sio kuachana, kugombana sio kuachana, kwa sababu leo hii hata ukioa mke inafikia unampa talaka, haimaanishi mmeachana. Utampa talaka, nenda nyumbani, anapumzika. Umeshafikia kutoa talaka, alishafanya hicho kitu wakati wa miachana. Sasa maana yake sasa, katengeneza tena tension nyingine kwamba hapa sasa watajua tumeachana, lakini kumbe mimi kuna boma ambayo naliandaa likija kulipuka, kila mtu atajua vitu hivyo vipo. Inaonekana unaipenda sana ikapo. Mimi sio hiyo tu, mimi mtu yote akiwa katika relationship mimi nakubali na na appreciate, yani mtu yote akiwa katika mahusiano na kuwa na appreciate the way hiyo anavoishi, kwa sababu sisi mwanzo wetu tunaumo, tulianza mapenzi yalitangulia vile vile baba yetu Adamu na Hawa alipoumbwa akawa peke yake lakini akatafutiwa alivyoumbwa akata, Adamu akatafutiwa Hawa, wakawa wapenzi, wakawa mpaka hivi dunia imejaa. Hicho ndo kitu muhimu katika dunia, hata uwe naela vipi bila kuwa na mahusiano, sasa wanabule tu e. Uh, sasa, maoni au mapendekezo au ushauri wako uh, katika tasnia hii ya industry kwa sababu we ni mtu ambaye upo katika mambo ya Bongo Flava. Na ukiangalia sanaa ina watu wengi sana ukiachana na Bongo Flava, kuna comedy, kuna madansa na watu wengine. unawashauri nini watu ambao wapo kwenye mahusiano hasa mm, wasanii? Mwisho wa siku wakigombana, wana wanatumiana message mbovu, siri za ndani ambazo walikuwa nazo, na wengine inapelekea mpaka kufuta picha zote ambazo ulipiga picha na mtu wako. Mimi niseme tu kwamba mahusiano hayo, mahusiano ni ya kwako wewe, yabaki kuwa kwako wewe. Hivi vitu vingine tunavyovitengeneza tunapokana wapenzi zetu <coughs> kuna leo na kesho, si tunasahau. Tusitegemee tu kwamba mimi na huyu mke wangu hatutoachana, sawa? Mnaweza msiachane, kuna leo na kesho, wewe umefariki au leo na kesho simu imepotea. Unaelewa? Je, simu imepotea inapopotea, mtu aliyokota atatumia kwa, kwa, kwa namna gani? Unajua, ifikie kwamba mimi na mke wangu au mpenzi wangu tuweke tuwe heshima ya ma, ma, mahusiano. Hivi vitu zamani mbona vikuwepo, kwamba kabla havijaja hizi simu, simu, sijui vitu hivi havikuwepo kwamba fulani sijui kafanya nini katika maisha ambayo upo wewe na mwanamke wako sio? Hichi kitu ndo kinawakosti watu wengi kwamba una act hadi katika mapenzi yako, kwa maanake wakati una act mwanamke atakuvumilia, si upo naye ndani anavumilia wewe unavo act, lakini kumbe wewe una act sisi tukuone una maisha mazuri, hali yakuwa maisha yako mabovu, mwanamke anakuvumilia wewe. Mnavoachana utategemea nini? Na hapo mnavoachana, mnaachana kwa ubaya. Kwanza vijana wenzangu, hasa waliokuwa maarufu, haya mambo ya kuachana na mwanamke kwa, kwa ugomvi sio mazuri. Mimi ukiniangalia, mimi ni kijana lakini na mahusiano imeshakupita na, ila mimi amna mwanamke nawachana naye mlabaki kwa washikaji. Sio muachane tena, iwe ugomvi iwe vita. Ukiona mwanamke mpaka mnaachana imekuwa vita, vita, sijui alikupenda sana, sijui inakuwa vipi. Kwa ushauri wangu mkubwa tu ni kwamba tuishi katika uhalisia wa maisha yetu. Wewe na mpenzi wako mwanamke, ukimheshimu atakuheshimu. Ukileta maisha ya na mahusiano yao, lakini uwezi kusikia kafanya hichi kafanya hichi kafanya kutokana na wameika heshima na wanatambua nini maana ya mahusiano, nini maana ya ndoa. Ujana unatuponza sisi, asilimia kubwa vijana. Kwao tuache ya mambo, tuheshimu Ukiheshimu itakuheshimu ndoa, au ukiheshimu mapenzi atakuheshimu, ukimheshimu mkewa atakuheshimu. Asante yeah. Naye karibu sana.